Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia suluhu Hassan leo, Januari tarehe 29, 2026, amezindua mpango mkakati wa kisayansi kuwajengea umahiri na uwezo wa kusoma kuhesabu na kuandika uliotungiwa jina kifupi cha KKK utakaowalenga watoto wa elimu ya awali, darasa la kwanza na la pili. Akieleza dhamira la mpango huo, Rais Samia amesema lengo ni kuendana na mabadiliko yanayotokea duniani na mustakabali wa uchumi na ujenzi wa taifa letu. Aidha, nawashukuru kwa dhati kwa kunipa heshima hii kubwa ya kuwa mgeni rasmi katika uzinduzi wa mpango mkakati huu ambao kauli mbiu yake ni KKK, msingi wa elimu kwa maendeleo endelevu. Ndugu zangu, nilipofika kwenye eneo hili nilipitishwa kwenye maonyesho na niliona jinsi wizara ilivyojitayarisha. Kwa hiyo nawashukuru na kuwapongeza sana, lakini vile vile nilipitishwa nikaona vijana wetu wanarithishwa utamaduni wetu, wanacheza ngoma pale ya kunikaribisha. Nashukuru, na vile vile vijana wetu wa ngonjera, lakini pia kwaya. Kwaya na nyinyi hapa mmefunika. Lakini niseme wote hawa maonyesho, ngoma, kwaya, ngonjera wote wame, wameeleza madhumuni ya mpango huu tunaouzindua leo. Kwa hiyo nichukue au nitumie fursa hii kuwapongeza Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia na ofisi ya Waziri Mkuu Tamisemi, pamoja na wadau wa elimu na maendeleo kwa kazi kubwa ya kufanikisha maandalizi ya mpango huu. Jitihada hizi zinathibitisha mwelekeo na dhamira yetu ya dhati kuboresha matokeo ya kujifunza kwa watoto wetu. Ndugu zangu, mkakati huu ni miongoni mwa ahadi za siku mia nilizozitoa wakati nikizindua kampeni ya uchaguzi mkuu ya mwaka jana, na mkakati huu unakusudia kuwajengea watoto wetu uwezo wa kukabiliana na masomo yao ngazi kwa ngazi katika safari yao ya kutafuta elimu kuendana na mabadiliko yanayotokea duniani na kwa mustakabali wa ujenzi wa uchumi na maendeleo ya taifa letu. Lakini vile vile mkakati um, huu ni sehemu ya utekelezaji wa Dira ya Taifa ya Maendeleo 2050 inayosisitiza maendeleo ya rasilimali watu na taifa linaloongozwa na maarifa na uadilifu. Aidha, ni sehemu ya utekelezaji wa sera yetu ya elimu na mafunzo ya mwaka ishirini kumi na nne toleo la mwaka ishirini kumi na tatu inayolenga kumwezesha mwananchi kuwa na maarifa, stadi, maadili na uwezo wa kuchangia maendeleo na ustawi wa taifa letu. Tunaweza kujenga miundombinu imara, kukuza maarifa na teknolojia, lakini ikiwa hatukuimarisha msingi wa wale wa kufundisha watoto wetu, tutakuwa tunajenga juu ya msingi dhaifu, na matokeo tumeyaona miaka ya nyuma huko, tunajenga juu ya msingi dhaifu ambao hauko sawa sawa, na kwa maana hiyo watoto wetu wakitoka kuhitimu masomo yao la saba form 4 kidogo mambo yanakuwa sio mazuri sana. Lakini niseme pia kwamba hii ndiyo sababu tumefanya maboresho ya mitaala ya elimu ya lazima kuwa miaka kumi kuhakikisha kwamba watoto wetu wanapikwa vizuri na wanapikwa kisawa sawa. Lakini tunatekeleza haya vile vile kwa sababu tunatekeleza maazimio mbalimbali ya kimataifa. Tunatekeleza azimio la Umoja wa Afrika la mwaka 2024 linalosema educate and skill Africa for the 21st century. Ili Afrika iweze kuendana na ajenda ya Umoja wa Afrika ya sitini, uh, ya ishirini sitini na tatu. Kwa hiyo ili tuweze kutekeleza vyema ajenda yetu ya Afrika ya sitini ishirini na tatu. Lazima tuwajenge watu wetu kielimu, kiujuzi na maarifa. Na hiyo mkakati huu ni kutekeleza wito wa azimio hilo. Sambamba na mpango huo wa kielimu na maendeleo, Baraza la mitihani NECTA linaendelea kujivunia matunda ya kupanda kwa takwimu za ufaulu wa upimaji wa kitaifa darasa la nne kuanzia mwaka 2022 hadi 2025. Profesa Saidi Mohamed, katibu mtendaji wa baraza la NEKTA, anaelezea kwa undani. Mheshimiwa Rais, baraza la mitihani la Tanzania liliendesha upimaji wa KK kwa njia ya sampuli tangu mwaka 2015, ambapo tulikuwa tukichagua shule mbili hadi tano katika halmashauri zote nchini. Upimaji huo ulihusisha wanafunzi wa darasa la pili, lakini pia tulikuwa na madodoso kwa walimu wakuu kwa lengo la kukusanya taarifa muhimu kuhusu wanafunzi, hali ya shule, mazingira ya ujifunzaji na ufundishaji, upatikanaji wa vitabu na uwepo wa walimu waliopata mafunzo. Matokeo ya upimaji kati ya kipindi chote kuanzia 2015 hadi 2023 yanaonyesha kuwa wanafunzi wengi, kati ya asilimia 67 mpaka 87 walikuwa na umahiri wa kumudu stadi za KK, na umahiri mzuri zaidi ulionekana katika stadi ya kusoma na kuandika. Kwa upande wa stadi ya kusoma, wanafunzi wengi waliweza kusoma kwa ufasaha maneno yaliyoundwa na silabi moja au silabi zenye konsonanti moja na irabu kwa maneno yaliyoundwa na silabi zenye konsonati mwambatano, utendaji ulikuwa wastan. Mfano, kama ungemuuliza mtoto asome neno mkenda, lingemsumbua kwa sababu ya ile ndaa ya nda. Changamoto mbalimbali zilibainika ikiwemo wanafunzi kushindwa kusoma pia maneno yenye silabi za herufi za ving'ong'o kama vile ng'ambo au ng'ombe, kutokana na kutamka sauti hiyo kwa kwa kwa kwa kutoa hewa mdomo, kwa kutoa hewa hewa njia njia ya ya ya mdomo badala ya kutamka kwa njia ya pua. Changamoto nyingine ni kushindwa kusoma maneno hamsini ndani ya dakika moja kutokana na ukosefu wa umahiri wa kusoma kwa kasi na kwa ufasaha. Aidha, matamshi yenye herufi za R na L yalionekana pia kuwasumbua wanafunzi kutokana na athari ya lugha mama za kikabila. Mfano, maneno mara lilitamkwa mala na subira lilitamkwa subila. Kawaida sauti hizi hutamkwa kwenye ukingo wa ofisi na kuwepo kwa kizuizi sehemu ya hewa. Kwa upande wa stadi ya kuandika, changamoto zilibainika katika kuandika maneno yaliyoundwa kwa silabi zenye muundo wa consonant pekee, maneno yenye silabi zenye mfuatano wa consonant pamoja na kubaini matumizi sahihi ya herufi kubwa na herufi ndogo. Kwa upande wa stadi ya kuhesabu, changamoto hasa zilikuwa katika kubaini namba zinazokosekana, kujumlisha namba zinazohitaji kubeba Yaani kukeri, au kutoa namba zinazohitaji kukopa pamoja na kutambua maneno yanayowakilisha matendo ya kihisabati kama vile kupungua, kubaki, tofauti na ongezeko wakati wa kufumbua mafumbo. Mheshimiwa Rais, hatua zilichukuliwa katika kukabiliana na changamoto hizo. Mafunzo kuhusu upimaji wa KKK yalitolewa kwa walimu wa elimu ya awali, walimu wa darasa la kwanza, darasa la pili, maafisa elimu taaluma nchini wakuu wa shule za msingi, walimu wa taaluma, maafisa elimkata, pamoja na wadhibiti ubora katika mikoa na halmashauri zote nchini, katika kipindi cha miaka mitatu, pamoja na juhudi za taasisi mbalimbali mbali na wizara kwa ujumla, baraza la mitihani pekee liliendesha kwa mafunzo kwa walimu 43,141. Mheshimiwa Rais, mtaala wa elimu ya awali na msingi umeweka wazi kuwa kufikia darasa la tatu mwanafunzi anatakiwa kuwa amemudu stadi za KK ili kuendelea kujifunza kwa ufanisi. Hivyo basi mafunzo yaliyotolewa kwa walimu, uzoefu tuliopata katika upimaji wa KK pamoja na e, taarifa za tathmini mbalimbali kwa wadau. Sasa tunashuhudia kuimarika kwa ufaulu katika ngazi ya upimaji wa darasa la nne pamoja na mtihani wa kumaliza elimu ya msingi. Takwimu za upimaji wa kitaifa wa darasa la nne mwaka 2022 hadi mwaka 2025 zinaonyesha kupungua kwa idadi ya wanafunzi wasiomudu stadi za KK. Mathalan, mwaka 2022 tulikuwa na wanafunzi waliofika darasa la nne 25,841 tuliowatambua kukosa stadi za KK. Mwaka 23 walipungua wakafika 15,616. Mwaka 2024 wakapungua tena na kufika 8,960 na mwaka jana yani, 2025 wakapungua wakafika 15847. Huu ni ushahidi tosha kuwa hatua zinazochukuliwa na serikali zimekuwa na matokeo chanya. Ahmed Nyoni, Ed News.